Khalfan. Naam. Uh, alichokizungumza naibu waziri si kitu ambacho uh, Watanzania walio wengi hawajui. Yeah, sahihi. Wanajua hata wewe unajua kabisa. Sawa eh? Yeah. Uh, kuna namna ambayo mtu anaweza akatafsiri kile ambacho kimezungumzwa kuona kwamba ni kama kufuta upepo ule ambao Uh, umekuwa ukivuma kwa takriban uh, zaidi ya siku kumi sasa, na tukitafuta wiki baada ya kuota mbawa kwa mechi ya watani wa jadi uh, Simba na Yanga. Na hata TFF wenyewe pia kupitia kurasa zao uh, wamejaribu kutumia kama method fulani hivi ya kuweza kuutoa upepo huu, lakini bado haiondoi ukweli halisi uliopo kwa hivi sasa. Unajua, haya mambo yanahitaji busara na utulizi akili kidogo. Kitu cha kwanza cha kujiuliza ni kwa nini ndani ya siku hizi tano yameibuka sana mambo ya, imeibuka nguvu kubwa sana ya kumsifia Karia? Kwa nini siku hizi tano ndo hilo wimbi limeibuka? Je, haya mafanikio ya kujengwa hizo senta, national team zetu kufanikiwa, mpira wetu kuonekana umepiga hatua ni umepiga hatua ndani ya siku hizi tano? Kwa nini ndani ya siku hizi tano ndo tumekuwa na ilo wimbi kubwa la watu kumsifia Karia? Hatukatai kusifiwa kwa, kwa Karia kutokana na jinsi ambavyo mpira wetu umepiga hatua, na mimi binafsi yangu kutoka kwenye nafsi yangu najivunia kuwa na president kama Karia na ndio maana hata mara ya mwisho hapa alipokuwa tunaongea, sikusema kwamba Karia hakuna kizuri ambacho alikifanya mm. Lakini huku ambapo tumefanikiwa, hatujafanikiwa kutokana na uwepo wa Karia peke yake. Tumefanikiwa kwa pamoja, na ndio maana hata sehemu ambazo tuna feli, hatuwezi kumnyoshea Karia kidole peke yake tunafanikiwa kwa pamoja, tunafeli kwa pamoja, kwa kushirikiana, sio kwa mtu mmoja mmoja. Na hata au marais wengine waliopita, mi sifikiri kama alikuwa ni marais wabaya ama mawajui, lakini kuna nyakati na kuna zile kwamba mpo kwenye generation fulani ambayo umekutana na wale wenzako wote, target yenu ni kuelekea sehemu fulani, basi mnafika kwa pamoja. Mzizi wa hili swala ni matatizo ambayo yalitokea kwenye mechi ya Simba na Yanga. Rudi rudisha akili nyuma kidogo, hii mechi ya Simba na Yanga imeghairishwa toka tarehe nane, leo tunazungumza ni tarehe ishirini na moja. Ndio. Kwa, kwa zaidi ya wiki ile wiki nzima ambayo dabi ilighairishwa, kutoka kwa upande wa Yanga, kutoka kwa upande wa Simba, kutoka kwa wachambuzi, kutoka kwa... kuna mtu yoyote ambaye alikuwa anataja jina la Karia kama sehemu ya lawama Hakuna hata mmoja. Kwa nini watu walikuwa hawamnyooshei ha, ha, ha, kidole Karia? lile lililotokea waliloliharibu ni bodi ya ligi, watu wa kwenda kumtaja Karia, ni kwamba bodi ya ligi, mmetuharibia hii shughuli. Kwa watu walinyoosha kidole kwa bodi ya ligi. hakuna mtu yoyote ambaye alimnyoshea kidole Karia, ni kutokana kwamba lilikuwa halimuhusu. Sasa kilichokuja kutokea hii wiki ambayo inamalizika leo ni kwamba Karia liliingilia kati lile swala na kusema ukweli, kutokana na kauli ambazo alizitoa, kuna sehemu ambayo Karia aliteleza na alienda kuwanyoshea vidole miongoni mwa watu ambao pia wamechangia maendeleo ya mpira wetu. Tunajivunia national team zetu zinafanya vizuri, ni kweli. Young Africans hawana mchango wote kwenye national team zetu kufanikiwa? Wanao. Tunasema timu yetu ya wanaume inaenda AFCON. Hakuna wachezaji ambao wanatoka Young Africans wanasaidia national team yetu? Wapo wale wachezaji, gharama ambazo zimetumika kuwa develop wale, coaching ambayo wameipata au makocha ambao wamewa develop wale wachezaji, wanalipwa na viongozi wa Young Africans au wachezaji wanalipwa na Young Africans, wanapata usimamizi mzuri kutoka kwa viongozi wa Young Africans, na ndio maana wamekuwa imara mpaka kuisaidia pia national team yetu kufika huko kwenye Afcon. Hakuna mtu ambaye hajui mchango wa kina Dikson Job, wa kina Mzize, wa kina Baka, kina Mudathiri Ahia. Kwa hiyo kama tulifanikiwa kwa pamoja, ni vyema kila mtu ambaye anahusika na huu mpira mheshimu pia mwenzake.